Hii ilikuwa ni jana katika moja ya mikutano tulipokuwa Rombo, aliombwa msaada wa bajaji na amelitekeleza ombi hilo. Bajaji hiyo ndio inasogezwa mbele yake na tayari kabisa kwa kumgawia yule ambaye alikuwa amemwomba msaada wa bajaji hii. Na huu umekuwa ni utaratibu pia ambao Waziri Mkuu amekuwa akifanya ama akiuendesha kwenye mikutano yake hii ya hadhara, ambapo jana eh, aliahidi na hii leo utekelezaji umefanyika kwa mtu mwenye uhitaji ama mahitaji maalum ambaye ameomba msaada huo, na hapa leo ametekelezewa ombi hilo. Kama ambavyo nilikuwa nikisema, umekuwa ni utamaduni ambao wameufanya mu, wa kuwa ni sehemu ya moja ya mambo wanayafanya katika ziara hizi, kwa sababu tangu tulipoanza kule mkoani Tanga pale ambapo wahitaji wamekuwa wakiomba msaada hasa eh, pikipiki hizi za matairi matatu, wamekuwa basi akitekeleza ma aki, e, akisaidia utoaji wa misaada na hii kama si fedha basi ni pikipiki zenyewe akiagiza wasaidizi wake washughulike kwa haraka na zipatikane. Ndicho ambacho kimetokea pia kwa siku hii ya leo, ambapo sasa anamaliza ratiba yake hiyo na e, hivi sasa ndio wanaondoka katika viwanja hivi, lakini kama wanavyo